kubwa kabisa la kukutana hapa ni kukumbushana safari ya miaka mitano hasa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ninyi mlinikabidhi mwaka elfu mbili na ishirini nikiwa pamoja na Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Rais Hayati Dr John Pombe Joseph Magufuli, kabla rais wa sasa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasani hajaapishwa. Miongoni mwa viongozi wenu mliowachagua katika kata hii ya Mitundu ni pamoja na mimi kijana wenu ambaye anatokea kwenye kijiji hiki katika kitongoji cha Maendeleo. Hali kadhalika pia mlitukabidhi kijiti hiki tukiwa pamoja na mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Yahaya Omari Masare pamoja na Mheshimiwa Rais wa kipindi hicho hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli. CCM oyee, Makale oyee, kama mtakumbuka tulikabidhiwa ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa zaidi ya mia tatu. Sasa mimi nimefika hapa Makale kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo tumeweza kuyatekeleza chini ya usimamizi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu yapo mambo mengi ambayo tumetekeleza Shirikiana pamoja na Mheshimiwa Mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya mambo ambayo tumetekeleza ni miradi mbalimbali mbali ya serikali ikiwemo kutekeleza miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya miundombinu ya barabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, miradi ya maji pamoja na maendeleo mengine ya jamii. Kwa sababu miradi hii haifichiki, ipo kwenye maeneo yetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye vitongoji vyetu. Nafikiri nyinyi mtakuwa ni mashahidi kwa sababu serikali imetekeleza kwa zaidi ya asilimia 95, na sisi kama wawakilishi wenu katika vikao mbalimbali ikiwemo mbali. Mimi ambaye nawawakilisha katika vikao vya baraza la madiwani, lakini pia Mheshimiwa Mbunge ambaye anawawakilisha katika vikao mbalimbali mbali vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefika hapa kwa ajili ya kukumbushana, tuone ni yapi ambayo tuliweza kuyatekeleza na kuyasimamia katika kipindi cha msimu wa miaka mitano toka tulivyoapishwa mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa tunavyoenda kuhitimisha kijiti hiki, ambapo sasa tunatarajia tena kwenda kurudi kwa ajili ya kuomba kura kwenu nyinyi, ndugu zangu tume. Kama nilivyosema hapo awali, tumetekeleza mambo mengi sana tumetekeleza mambo mengi sana ikiwemo miradi mbalimbali mbali ya elimu, miradi mbalimbali mbali ya afya, miradi mbalimbali mbali ya miundombinu ya barabara, miradi mbalimbali mbali ya maji, miradi mbalimbali mbali ya teknolojia ya habari na mawasiliano, pamoja na miradi mingi ya maendeleo ya jamii. Naomba nianze na upande wa elimu. Nyinyi mtakuwa ni mashahidi katika upande wa elimu tumeweza kufanikiwa kupatiwa zaidi ya shilingi bilioni moja pointi mbili yaani milioni elfu moja mia mbili katika kata yetu ya Mitundu. Katika hizi fedha kujenga miradi mbalimbali mbali ya elimu ikiwemo kujenga vyumba vipya vya madarasa 49 katika kata yetu, lakini pia tumeweza kujenga matundu ya vyoo 108 ambayo tumeyatawanya katika shule mbalimbali lakini pia tumeweza kufanya ukamilishaji wa hosteli pamoja na kujenga vyumba viwili vya maabara ya sayansi. Kwa mchanganuo ni kwamba kati ya vyumba 49 vipya vya madarasa ambavyo vimetekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Chama cha Mapinduzi katika kata yetu, vyumba 38 tumevijenga katika shule mbalimbali za msingi lakini pia vyumba 11 tumevijenga katika shule mbalimbali za sekondari. Kwa upande wa sekondari, tulijenga vyumba vitatu katika shule ya sekondari Karekwa, lakini pia tuliweza kujenga vyumba 8 vya madarasa katika shule ya sekondari Mitundu. Shule hizi mbili nyinyi ni washahidi, tunapeleka watoto wetu kusoma pale. Lakini hali kadhalika pia kwa upande wa, wa, wa, wa shule ya sekondari Mitundu Tuliweza kukamilisha jumla ya vyumba viwili vya maabara ya sayansi kwa maana ya maabara ya fizikia pamoja na maabara ya kemia. Vyumba hivi vimesaidia watoto wetu hasa katika kujifunza kwa vitendo, kujifunza majaribio mbalimbali ya kisayansi. Lakini pia katika shule ya sekondari Mitundu tuliweza kufanya ukamilishaji wa hosteli ya wasichana. Watoto wetu wa kike pia wanaweza kupumzika pale bila kutembea umbali mrefu wa kwenda na kurudi katika majumba yao. Lakini pia kwa upande wa miundombinu ya barabara, kati ya shilingi bilioni 1.7 ambazo tumeletewa na serikali katika kata yetu, shilingi